Katika mwendelezo wa misako operesheni na doria ambayo tunaendelea kuifanya, Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linamshikilia Consolata Mwasege miaka 47, mfanyabiashara, mkazi wa Ilomba jijini Mbeya kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya kughushi nyaraka mbalimbali. Mtuhumiwa alikamatwa katika mtaa wa Ilomba uliopo jijini Mbeya na kukutwa na nyaraka mbalimbali zilizoghushiwa ambazo ni kadi 22 za NIDA za watu tofauti, kadi 4 za mpiga kura zenye majina tofauti, lakini ukiskani kwenye QR code inaonyesha jina la mmoja, jina la mtu mmoja mwenye kadi zote nne, vipeperushi vya matangazo ya Freemason 200, kompyuta moja inayotumika kutengenezea nyaraka hizo za kughushi. Mtuhumiwa amekuwa akighushi nyaraka hizo kwa kutumia kompyuta kwenye stationary iitwayo CO stationary kwa lengo la kujipatia kipato isivyo halali. Nyaraka hizi zimepelekwa kwa makao makuu ya NIDA Dar es Salaam kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwa hiyo tunatoa wito kwa hawa wenye stationery ambapo watu hawa wanakwenda kutumia kugushia hivi vitu, wajiepushe kwa sababu nao ni watakuwa ni washiriki wa kosa. Yule aliofanya kosa, na yeye huyo mwenye stationery atakuwa ni mshiriki wa kosa kwa sababu atakuwa amechangia kutengeneza hizi kadi malia. Kwa hiyo wahache kabisa. Hizi kadi zinapatikana kwenye mamlaka husika, ambazo zinatoa hizi kadi. Kwa mtu yoyote anayehitaji hizi basi afike kwenye zile mamlaka, ataweza kupata kadi ambayo ni original. Tuachane na hizi za kughushi ambazo ni fake.